Ujamaa alikuwa anaitwa Frenki. Frenki hakuwahi kufikiria kwamba siku moja angeamka kila asubuhi akiwa na hofu moyoni mwake, si kwa sababu ya njaa, bali kwa sababu ya mtu aliyempa mshahara wake. Ujamaa alikuwa ni houseboy katika nyumba kubwa, nyumba ya kifahari iliyosimama kimya pembezoni mwa mji. Nyumba hii ilikuwa ni nyumba ya bwana Colin. Kwa nje, nyumba ile ilikuwa inavutia sana, ilikuwa ina uzio mrefu uzio wa chuma kulikuwa kuna bustani iliyokatwa vizuri vioo vikubwa vilivyong'ara na milango mizito mlango ambao uliotoa sauti nzito kila ulipofunguliwa lakini kwa Franki nyumba ile haikuwa makazi ya neema ilikuwa ni kama gereza Franki alikuwa ni kijana wa miaka ishirini na nane alitoka kijijini akiwa na ndoto rahisi tu ilikuwa ni kupata pesa ya kusaidia mama yake ambaye alikuwa ni mgonjwa na mdogo wake aliyekuwa anasoma shule. Alipopata kazi kwa Collin alidhani bahati imemchekelea, bahati imemchekea. Lakini baada ya wiki chache tu aligundua ukweli mchungu. Collin alikuwa ni mwanaume mwenye sura ya heshima hadharani, alivaa suti nadhifu, alizungumza kwa kujiamini na majirani walimheshimu sana, lakini ndani ya nyumba alikuwa mtu mwingine kabisa, tena kabisa. Ila pesa hizi Frenki, wewe ni mjinga au nini? Hii ilikuwa ni sauti ya Collin. Ilisikia kutoka sebleni ya subuhi ile. Frenki alishtuka, alikuwa jikoni anasafisha vyombo alivyotumia usiku uliopita. Nimekwambia mara ngapi, sakafu hii inatakiwa ingae Usiku wa jana niliteleza, unataka kuniua? Frenki alinyamaza, aliinama zaidi, akachukua kitambaa, akaendelea kufuta sakafu huku moyo wake ukidunda Huwezi hata kusema samahani? Collin aliendelea kwa sauti ya dharau. Samahani ni samehe bwana, Frank alisema kwa sauti ya chini. Lakini samahani haikuwahi kutosha. Haijalishi alifanya kazi kwa bidii kiasi gani, Collin alikuwa na sababu ya kumdharau, alikuwa na sababu ya kumkemea au sababu ya kumtishia kumfukuza. Mara nyingi Frenki alifanya kazi kuanzia alfajiri hadi usiku wa manane. Hakuruhusiwa kabisa kupumzika, hakuruhusiwa kuuliza, hakuruhusiwa kukosea. Na kilichouma zaidi ni kwamba Colin alifurahia kumdhalilisha. Unajua, kama ningetaka ningekurudisha ulipotoka, hata leo ningekurudisha, huku akimkazia macho. Lakini kulikuwa na mtu mmoja ndani ya nyumba ile aliyekuwa tofauti kabisa. Huyu alikuwa ni Bi Grace. Huyu ni mke wa Colin. Alikuwa ni mwanamke ambaye ana utulivu, mwenye sauti laini na macho aliyobeba huzuni ya mtu anayejifunza kunyamaza. Alikuwa ni mtu ambaye hapigi kelele, wala hakuwahi kumtukana houseboy. Frank alimwangalia tu kwa macho ya huruma, alijua huyu ni mtafutaji. Mara ya kwanza walikutana na Frank, Frank alikuwa akipanga meza ya chakula cha jioni, alipoinua macho alikutana na macho ya bi Frank akimtizama. Alimwambia Frank, asante kwa kazi nzuri. Frank alimwambia kwa sauti ya upole. Maneno yale yalimshtua Frank kuliko zile kelele za mume wa huyu mwanamke Collins. hakuzoea kushukuriwa. Tafadhali ta, ta, mama. asante mama alisema kwa aibu akiinamisha kichwa. Tangu siku hiyo kulikuwa na kimya cha ajabu kati yao, kimya kilichozungumza zaidi ya maneno. Bi Grace aliona uchovu machoni mwa Frank, aliona mikono yake iliyochubuka, aliona jinsi alivyonyamaza hata alipodhalilishwa na Frank. naye alimwona Bi Grace kwa namna yake, kama mtu aliyekuwa amenaswa katika maisha ambayo hakuyachagua. Aliona jinsi alivyokaa kimya wakati Collin akiongea kwa ukali, lakini pia aliona tabasamu lake la kulazimishwa mbele ya wageni. Usiku mmoja mvua ilikuwa inanyesha tena ilikuwa ni mvua ya nguvu sana. Umeme ulikatika. Frenki alikuwa jikoni akiwasha mshumaa. Ghafla alisikia sauti ya mlango wa jikoni ikifunguliwa taratibu. Aligeuka, alikuwa ni Bi Grace. Nilikuwa na kuwaza, alisema kwa sauti ya chini, ulikuwa bado hujaamka? Frenki alitikisa kichwa akasema, ndiyo mama. Kulikuwa na ukimya, mshumaa uliangaza nyuso zao kwa mwanga hafifu kwa mara ya kwanza walikuwa peke yao bila kelele za Collin. "Frank," Bi Grace alianza, kisha akanyamaza. Ndani ya kimya kile Frank alihisi kitu kisichoelezeka. Ilikuwa sio hofu wala sio furaha, bali hisia nzito iliyochanganyika na maswali. Bi Grace alimtizama kana kwamba alitaka kusema mengi, lakini hakujua anaanzia wapi. Unaweza ukapumzika kidogo alimwambia Frank hatimaye nitashughulikia vyombo hivi mwenyewe Frank alishtuka akasema hapana mama bwana akijua nimechoka atanimaliza Grace alisema kwa sauti ya upole iliyobeba maamuzi ya nadra akamwambia amelala kwa sekunde chache walitazamana ndani ya sekunde zile kulikuwa na kitu kilizaliwa kitu ambacho hakikuwa sahihi lakini pia kisichoepukika Frank alirudi chumbani kwake usiku huo akiwa na mawazo mengi sana kuliko kawaida. Kwa mara ya kwanza tangu afike pale, hakulala mara moja. Alijiuliza ni kwa nini moyo wake ulikuwa ni mzito. Alijiuliza kwa nini maneno ya Bi Grace yalimgusa kiasi kile. Na juu ya ghorofa, Bi Grace naye alikuwa macho, akitizama dari, akijiuliza kwa nini uwepo wa Frank ulimfanya ajisikie kuonekana tena kama mwanadamu, si kama kivuli. Ndani ya nyumba ile ya kifahari kulikuwa na siri iliyokuwa inaanza kuchipuka polepole, siri ambayo ingetishia kuvunja kila kitu. Na hii ilikuwa ni mwanzo tu. Karibu, mimi naitwa Jimmy Godfrey. Subiri katika episodi ya pili tuone nini ambacho kitaendelea. Huu ni mfululizo wa simulizi ya houseboy. Kama unatamani tuendelee part 2, basi andika kwenye comment hapo chini, andika part 2.